Fikiria yale maumivu ambayo mtu anayapata pale ambapo anakuwa amepoteza ujauzito ambao pengine amekuwa akiuhangaikia kutafuta kwa muda mrefu. Kuna mambo kadhaa ambayo mwanamke anatakiwa ayazingatie, tuongelea mama mjamzito anatakiwa ayazingatie, ili kulinda ujauzito wake usiweze kuharibika kwa sababu mara nyingi ujauzito huwa unaharibika kutokana na sababu za kibinadamu. Sasa mambo unayoenda kukwambia leo yataenda kusaidia uweze kulinda ujauzito wako usiweze kuharibika. Jambo la kwanza, anza kliniki mapema. Pale ambapo unajigundua kuwa ni mjamzito, unatakiwa uanze kuhudhuria huduma ya kliniki mapema na haraka iwezekanavyo, ili kwanza ukafanye vipimo vya muhimu kama kipimo cha wingi wa damu, kipimo cha magonjwa ya zinaa, kipimo cha magonjwa ya mkojo, shinikizo la damu, sukari na magonjwa mengi ambayo pengine yanaweza kusababisha ukapata madhara, yanaweza kuathiri wewe, lakini pia yakaathiri ujauzito ulio ubeba na kupelekea kuharibu na ukashindwa kupata mtoto. Jambo la pili ni kutibu magonjwa mapema. Unapojigundua kuwa ni mjamzito, inabidi utibu magonjwa yote mapema. Aidha ni magonjwa sugu au ni haya magonjwa ya kawaida yanayokuja kwa muda na kupotea, inabidi uhakikishe unayadhibiti kwa kiwango cha juu sana kwa sababu unapokuwa mgonjwa hiyo hali inaweza kuwa na madhara kwa mtoto ambapo inaweza kupelekea ukapoteza uwezo wa kupata huyo mtoto ambaye yuko tumboni. Kitu cha tatu ni kuepuka kumeza dawa ovyo. Haijalishi ni dawa za hospitali au ni dawa za mitishamba, ila kitu ambacho ninakushauri ni kuepuka kumeza dawa ovyo ovyo bila ushauri kwa daktari kwa sababu dawa nyingi hata hizi za kawaida zina uwezo wa kuingia mpaka kwa mtoto na kusababisha madhara makubwa, hata kama ni dawa za kawaida kabisa ambazo zimezoeleka kutumika mtaani kwa watu ambao sio wajawazito. Ukishajua wewe ni mjamzito, unatakiwa kuziepuka mara moja. Dawa pekee ambazo utatakiwa kumeza ni zile ambazo utaandikiwa hospitalini. Jambo la nne ni lishe bora, lakini pia na maji ya kutosha. Unapokuwa mjamzito, jitahidi sana upate lishe ambayo ni bora, kwa maana kwamba upate lishe yenye mchanganyiko wa vyakula mbalimbali ambavyo kwa pamoja vitaweza kukupatia virutubisho ambavyo ni muhimu kwako wewe, lakini pia kwa mtoto. Jitahidi ule mboga za majani kwa wingi, matunda kwa wingi, lakini pia usisahau jamii ya samaki, dagaa na nyama nyama, kwa sababu hivi vinaweza kukupatia virutubisho ambavyo vitaenda kuimarisha afya ya mtoto lakini pia afya ya mama. Kitu cha tano ni kuepuka vilevi lakini pamoja na sigara. Vilevi na sigara ni adui mkubwa sana kwa mtoto aliyeko tumboni kwa sababu vina kemikali ambazo zinaweza zikavuka mfuko wa uzazi na kuingia kwa mtoto na hivyo kumpatia madhara makubwa. Mojawapo ni kuharibika kwa ujauzito, lakini pia kumfanya mtoto azaliwe na ulemavu aidha wa akili au wa mwili. Kwa hivyo jiepushe sana na sigara pamoja na vilevi vya aina yoyote. Jambo la sita, pumzika vya kutosha na jiepushe na msongo wa mawazo ambao sio wa lazima. Mama mjamzito, jitahidi unakuwa na muda mwingi wa kupumzika, lakini pia unapokumbana na changamoto ya kufanya upate msongo wa mawazo, jitahidi sana upate msaada wa kisaikolojia aidha kutoka kwa mume wako au kwa mtu unayemwamini au kwa mtoa huduma za afya. Jambo la saba: epuka kulalia tumbo. Mama mjamzito, haushauriwi kulalia tumbo kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kuleta madhara makubwa kwenye ujauzito. Lakini pia Epuka kulalia mgongo kwa sababu kulalia mgongo kunaweza kuwa na madhara makubwa kwako wewe, lakini pia kwa mtoto. Namna pekee ambayo mama mjamzito anatakiwa atumie ni kulala kwa ubavu. Mambo haya tuliyozungumza yanaweza kuonekana ni madogo madogo, lakini kushindwa kuyazingatia kumewaweka watu wengi katika madhara makubwa na maumivu makubwa ya kupoteza ujauzito wao ambao wameuhangaikia kwa muda mrefu. Jitahidi uyazingatie na uwafundishe wengine ambao pengine wanaweza wakawa hawajapata elimu hii. Jitahidi pia uangalie video zingine kwenye chaneli yetu ambapo tunafundisha kuhusu mambo mbalimbali mbali juu ya afya, aidha ni afya ya uzazi au afya ya magonjwa mengine. Afya Yako Elimika.